Happy birthday, baba. Kata, kiki, kata. Kata, baba, kata. Leo ingekuwa siku ya sherehe, siku ya kuzaliwa kwako, baba. Mashujaa hawafi mioyoni mwa watu. Wanabaki kama mwanga wa taa gizani. Ulikuwa sauti ya waliokandamizwa, nguvu ya wanyonge na ndoto ya taifa lililotafuta haki. Kila pumzi yako ilikuwa wimbo wa uhuru. Kila hatua yako ilikuwa daraja la matumaini. Hai. Hai. Leo tunakukumbuka kwa heshima, kwa hekima na ujasiri ulioacha alama. Mito ikitiririka, upepo ukivuma, majina makuu hayafi, yanabaki milele. Baba Raila, kumbukumbu kumbu zako ni mwalimu, zinatufundisha kusimama imara, kupigania ukweli bila uoga na kupenda taifa bila mipaka. Kwa hivyo leo tunasema herufi zako zimechorwa kwenye historia na roho yako imejenga mashamba ya matumaini. Upo nasi katika nyimbo, katika ndoto milele na daima, Baba wa Taifa, Raila Amollo Odinga. Coco FM, ladha ya pwani.